Nataka nikwambie kitu kimoja, ndugu yangu, na ukapate kunielewa. Yule Mungu amenifanya mimi na wewe tukapate kuweza kuwa hai mpaka leo, akiwa na sababu kuu moja, mahala pale panapoitwa mbinguni tusipate kukosa kuingia. Mungu ametutunza mpaka leo kwa sababu ana lengo, mimi na wewe tutumie hii fursa ambayo tuko hai, majira na nyakati zikifika pa tumeondoka tumesimama mbele za Mungu, Mungu akapata kusema mwanangu, binti yangu, kijana wangu, karibu katika ufalme wangu mbinguni, mahali nilipokuandalia. Lakini ndugu yangu, twende mbele, turudi nyuma. Kuna aina ya watu ambao mbinguni kuingia itakuwa changamoto kwao. Twende mbele tli tu, yaani, tuseme ukweli. Unajua, nimezunguka na watumishi wengi sana, katika watumishi wengi mali wazunguka ndani, nilichokiona wengi sisomekwa ubaya lakini wanataka kuhubiri, wakufanya ujisikia vizuri. Mwisho wa siku akipita akikwambia kikapu ke cha sadaka ukapate kutoa. Mimi ndugu zangu, nimekuja kukuelewesha na kukuelekeza sawasawa na mapenzi ya Mungu. Mungu mwenyewe Mungu mwenyewe akapata kunihesabia haki kwamba kweli siku hii ya leo nimefika mahali hapa, nikakuhubiria habari njema, nikakuelewesha kuhusiana na neno la Mungu. tumisha Mungu, kwenye beki mwele kuna Biblia na uweke itoa watu wasijui, wakasema yule kijana anaporoga poroga tu hapo. Katika kitabu kinachoitwa Ufunuo wa Yohana, hichi ni kitabu cha mwisho kabisa katika Biblia, ni kitabu ambacho kinaonyesha ile hukumu ya mwisho itakao kwenda kutokea kabla ya kiyama mambo yote kuweza kuisha. Katika Ufunuo wa Yohana hii sura inayoitwa ya ishirini kuanzia mstari wa kumi na moja mpaka kumi na tano kuna kitu kinazungumzwa mahala hapo. Ninatamani wakina mama, mabinti, vijana wenzangu mkapate kusikia na kuelewa. Huenda uhubiriwi kanisani, msikitini, labda uambiwi, labda uelekezi, sijui na na, na, na padri si shehe. Nataka nikapate kukuelewesha vitu vitakavyo kusaidia ukapate kutambua na kuelewa kila macho Mungu anatamani, au kapate kuweza kufikiwa kitabu kama Biblia pia. Ufunuo wa Yohana sura ya ishirini itakwenda kusoma kuanzia mstari wa kumi na moja mpaka ule mstari wa kumi na tano. Kama una Biblia pia unaweza kuisoma kwa kufungua neno, kapate kuelewa tunazungumzia nini. Nalo neno la Mungu linasema kama ifuatavyo. Mama kijana mwenzangu, sikia maana, haya yataenda kutimizwa siku ile utakaposimama mbele za Mungu. Neno la Mungu nalo linasema kama ifuatavyo. Biblia inasema kisha nikaona kiti cha enzi kikubwa cheupe na yeye aketia juu yake, ambaye nchi na mbingu zikakimbia uso wake, na mahali pao hapakuonekana. Nikawaona wafu wakubwa kwa wadogo wamesimama mbele ya hicho kiti cha enzi, na kitabu kikafunguliwa, na kitabu kingine kikafunguliwa ambacho ni cha uzima, na hao wafu wakahukumiwa katika mambo hayo yaliyoandikwa katika vile vitabu sawasawa na matendo yao. Bahari ikawatoa wafu waliokuwamo ndani yake, na mauti na kuzimu zikawatoa wafu waliokuwamo ndani yake, wakahukumiwa kila mtu kwa kadri ya matendo yake. Mauti na kuzimu zikatupwa kwenye lile ziwa la moto. Hii ndiyo mauti ya pili, yani hilo ziwa la moto. Na iwapo na iwapo yeyote hakuonekana ameandikwa katika kitabu cha uzima alitupwa katika lile ziwa la moto. Na hilo ndilo neno la Bwana. Ndugu yangu, sikia, Mungu anakuambia mimi na wewe, majira ya saa yakupiga, tutakaa mbele yake, atatuhukumu kwa matendo yetu ambayo tunayafanya leo. Nataka niweze kugusia vitu ambavyo najua kwa namna moja nyingine, vitakuchokonoa ndani yako, kuweza kunifanya uwaze kwa nini huwe mtumishi wenye. Nataka nitambulie kwa kusema, sijaja mahala hapa kukutukana, sijaja mahala hapa kukubeza, sijaja mahala hapa kukukasirisha. Lengo Mungu kunileta mahala hapa ni kuambia ukweli, ukapate kujirekebisha maisha yako. Nianze kwa kuzungumza leo hii, ndugu zangu, tunachukulia jambo linaloitwa kushiriki tendo la ndoa nje ya ndoa ni kitu cha kawaida. Lugha ya Kiswahili tunasema uzinzi. Hapa nikizungumza, sija sitaki kumhukumu yoyote, lakini tuna desturi ya kwamba tuko radhi kumchukua dada. Kwa vijana wenzangu ambao tuko mahala hapa, unasema huyu ndio mke wangu, hujamtolea posa, hujaenda nyumbani kwao uja jitambulisha nyumbani kwao, hawakujui. Unampigia simu cogeto, unampigia simu ncogetu fulani, unamwambia ncoko, mwanangu fulani, niko fulani hapa, tuko huru. Unategemea yale oayafanya katika lile tendo, uko huru? Vijana wenzangu, mnanisikia nazungumza na nyinyi pia, ndugu zangu, haiwezekani nikwambie, nikuelekeze dada, mama huyo, kijana ama huyo baba anayekuita ambaye si mume wako si yule aliyekuja nyumbani akajitambulisha akatoa pesa kwa ajili yako. Kitendo cha wewe kuchukua miguu yako kufika mahali pale ambako unasema mtaende kujiburudisha mbele za Mungu, ni tendo ambalo litaenda kukufanya wewe ukumiwe, ushindwe kuingia katika uzima wa milele. Lakini leo hii unajua inakwaje, na tunachukulia kawaida kiasi kwamba hata ninapohubiri muda huu, niweza kuwa ndani yako nasema, mjinga huyu anaongea nini? Huyu anazungumza kitu gani? huyu anahubiri mambo gani hapa? Sikia nikwambie ndugu yangu, kama hujaoa kabla, kama hujaolewa, na wewe na desturi ya kutoka kukutana na huyo dada huyo kaka huyo baba huyo mama, nataka nikwambie kitu kimoja, sio mimi. Utakaposimama mbele za Mungu aliye hai siku ile, nakuambia kitu kimoja, siku ile kasema, Baba nilikuwa na kwenda kanisani mimi, msikitini nilikuwa na swali kauzu ndofu baibui nduri, Mungu anakwambia mimi sikujui kwa sababu matendo yako hayafanani na neno la Mungu linavyopaswa kuwa. Nikawa nawahubiria na kuambia vijana wenzangu na wakina mama pia. Unajua, katika kitu ambacho leo hii kimekuwa ni desturi ya kawaida kwa wengi mno ni kitu kinachoitwa uzazi wa mpango. Nataka nizungumze na wakina mama na wakina dada wote kitu kinachoitwa uzazi wa mpango, unisikiliza vizuri hapa. Ninazungumzia vidonge, ninazungumzia vijiti ninazungumzia vyote ambavyo wanatumia katika lengo la kuzuia ile mbegu isipate kumea. Mama, vijana wenzangu, mkienda kule klabu, naita downtown, ukienda samaki samaki, ukienda chooni kule, kuna vispoti ambavyo wamewekea viboksi vya vi, mpira ambayo wanatumia kule, unaitwa uzazi wa mpango. Nataka nikwambie kitu kimoja, ndugu yangu, wamama wote, wadada wote, vijana wote, mnaotumia mipira ile nataka niwaambie, mwengo unachukulia wewe uko sahihi, lakini Biblia inakukataa. Biblia inasema kwenye kitabu cha mambo ya Walawi katika sura kama sijakosea kumi na mbili ama kumi na tatu inasema Usimpe mtoto wako moleki. Usimpe mtoto wako moleki. moleki ni nani? moleki ni nguvu za giza, nguvu ovu, kana kwamba sasa unapoitoa ile mbegu na kuweka katika ule mpira, kama mwanaume, ndugu zangu mnaosikia mbele za Mungu sio mimi, mimi ni mimi, mimi binadamu kama wewe. Mbele za Mungu atakuhukumu, atakwambia kwa sababu ulitumia ule mpira. Baba pole, huna uwezo kuingilia katika ufanyo wake mama. Yani siku hizi hichi kitu kimekuwa ndio kama desturi ya kuwafanya mabinti wazidi kufanya mambo ya ajabu, wa mama wazidi kufanya mambo ya ajabu. Mama e, mama yangu wewe, dada yangu wewe, umeenda kujitumbukizia kijiti kwenye mkono wako, umetumbukiza kijiti kwenye kwenye paja lako, sijui unategemea ya kwamba kwa kufanya hivyo basi uko salama. Nisikilize, sijaje kukutukana laidi, nataka nikwambie, unapaswa kubadilika katika hiyo tabia. Kutumia uzazi wa mpango vidonge vyote hiyo vijiti vyote, kila kitu, haijalishi kila kitu unachokiona wewe uzazi wa mpango nje ya kalenda kwako, mama, kitakupelekea ukapate kushindwa kuingia katika ule uzima ambao leo unatazamia kuingia. Biblia inasema watu hawa wananiheshimu kwa midomo yao. Watu hao wananiheshimu kwa midomo yao. Najua kwa mfano kila mmoja mahala hapa tulikuwa katika mazingira haya. Mimi na imani ya kwamba kila mmoja ana dini. Kila mmoja ana dini. Ukifuata wewe vipi? Ah, ndugu yangu mimi ni Mkristo. Ah, mimi hapa ni Muislamu. Sikiani kwa. Hizi habari za kusalimiana mtaani bwana Yesu asifiwe. Hizi habari za kusema asalamu alaikum, huko tunaendelea na uzinzi na uchawi mtupu. Ndugu yangu ni sawa na bure kazi bule. Biblia nimekusomea inasema tutahukumiwa kwa matendo yetu, si maneno yetu, katika lengo yetu ya kumburudisha fulani. Chukulie mfano, si nichukue ndugu wangu na kijana wenzangu hapa kavaa bagarashia, kavaa bagarashia right. Sasa iko hivi, kuvaa bagarashia si kitu, kuvaa bagarashia si kitu. Nipo na mtumishi hapa, kapiga kitambaa chake supa na nini, koti lake la juu vizuri kabisa. Kuvaa hivi si kitu Mama wewe, dada wako kutanda kujitanda, baibuli kujiwekea, kujifunika, tunasema sijui unasemaje, kujifunika vile kama ninja ile, unabakisha macho peke yake, ndugu yangu, si kitu. Unaweza kujifunika hivyo ukavaa hivyo, lakini kama unajihusisha na kitu kinachoitwa uzinzi, uchawi, ulozi, matusi, uongo, hayo yote atakusababisha wewe ushindwe kuingia katika ule uzima milele mbinguni unakopaswa kuingia nizungumze juu ya kitu ambacho kiukweli watu wengi sana wanapata shida kukizungumzia. Tumesha Mungu fungua kitabu cha Wakorintho wa kwanza sura ya kumi. Wasije wakasema mtumishi huyu anaongea ongea na porojo porojo tu mdomoni. Wakorintho wa kwanza sura ya 10, tutasoma mstari ule wa 20, utaanza mstari wa 20 mpaka ule mstari wa 21. Inasema sivyo, lakini vitu vile wavitoavyo sadaka wavitoa kwa mashetani, wala si kwa Mungu nami sipendi ninyi kushirikiana na mashetani. Hamwezi kunywea kikombe cha Bwana na kikombe cha mashetani, hamwezi kushirikiana katika meza ya Bwana na meza ya mashetani. Nini maana ya andiko hilo? Hatupasi kushirikiana katika meza ya Bwana na meza ya mashetani, muwezi kunywa kwenye kikombe cha Bwana na kikombe cha shetani. Tuache ndugu zetu. Sasa ndugu zangu, nataka nikueleweshe katika namna moja. Sikia, huenda una simu ya mkononi. Nisikilize, huenda una simu ya mkononi. Nataka nikwambie, hii simu yako ya mkononi inaweza kawa chanzo mojawapo cha kukufanya wewe usipate kuingia katika ufalme wa mbinguni. Naweza kusema eh, vipi mtumishi anaongea vitu gani? Sikia nikwambie, haiwezekani. Unasema wewe mcha Mungu, unasema mimi mimi ni mtakatifu, mbinguni ninaingia? Haiwezekani. Unasema we mcha Mungu huku simu yako ina nyimbo zinazoitwa za singeli. Yaani wewe mcha Mungu unategemea mbinguni uingie, simu yako ina nyimbo kama tia chini mwanamke, tikisachura, sijui wewe, sijui kali ya chupa, sijui twende kwa mpalange, alafu unasema asalamu aleikum, eti bwana Yesu asifiwe. Sikia nikwambie, Mungu aliye mbinguni hadhihakiwi. Mungu aliye mbinguni afanyaje? Hadhihakiwi. Usitegemee hii wewe uko bisa na akina Diamond jeje, sijui mnaimba mko na akina nandi hani sijui. Sikiliza nikwambie, Mungu hachangamani na uchafu. Mungu hachangamani na giza. Nilikuwa na rafiki yangu mmoja akaniuliza swali, akasema, je, mtumishi, hivi inawezekana mtu akawa na roho wa Mungu ndani yake alafu pia akawa na pepo ndani yake? Nikamwambia iwezekani. Nikampa mfano mmoja, nikamwambia chukulia taa, chukulia taa ikifika usiku, ile taa ukibofya ile swichi kuiwasha, ukifanya pop, lile giza lote linaondoka. Hakuna mahali ambapo atakapokuwa na giza. Ukizima taa, pop, hakuna chochote kitakachoonekana. Kwa sababu gani? Kuna giza mahala pale. Sikiani kueleweshe, hizi habari za kusikiliza taarabu, sijui kidole kimoja juu, hizi habari za kusikiliza kinajio, makini, mnasikiliza kinajio nani jinako sijui wakina Harmonize sijui konde boy ya msingo. Sikia niwaambie, kama utofuta hizo nyimbo, kama utofuta hizo nyimbo, nakuambia ukweli, siku ile utasimama mbele za Mungu utashangaa. Wanasema hivi nyimbo za Zuchu ndio zinasababisha nishinde kuingia mbinguni? hivi nyimbo za nani? hebu fikiria. Hebu ngoja niwaulize, niwaulize swali. Video zao, video zao ambazo mnaziangalia, mimi sina muda mimi sikana na kwamba ni kipofu, ninaonaga. Napanda magari, ninasafiri huku na kule, ninaona kwenye ma TV vitu mnavyoviangalia. Nasikiliza manyimbo yale ambayo mnaangalia. Unakuta dada kavaa kibikini anakuchezea pale, ndende nde na wewe mwenyewe uko. Mwanaume mzima ameganda pale. Da, say check hip sile. Da, mwanangu check na nili ile. Da, mwangalia wewe sasa dada kaumbika. Kabisa unakaa unasema, Bwana Yesu asifiwe, asalamu alaykum mdomoni mwako. Sikia nikwambie Mungu haviakiwi. Mungu hadhiakiwi. Nataka nizungumze juu ya kitu ambacho watu wengi watanichukulia kana kwamba ninazungumza kama vile unafiki. Katika Biblia, katika Biblia kuna andiko linasema usinyoe denge, mtumishi usinyoe denge. Nimekosa sipo eh? Sasa niwaulize swali vijana wenzangu na baba na mama, denge mnajua ni kitu gani? Denge, denge. Sasa niwatafsirie kwa kina Ndugu yangu Biblia inasema usinyoe denge. Denge ni hapa. Msinichukue kwa ubaya kwa ndugu zangu ambao mpo mahali hapa mshanyoa. Mi sijaja kuwatukana, nimekuja kuwaelekeza mjibadilishe. Denge ni kunyoa huku pembeni chwa na kunyoa huku chwa pembeni pa unaacha kibagalashia cha nywele hapa juu. Hicho kibagalashia cha nywele hapa juu ambako umechimba huku pembeni na huku pembeni